Unavijua virusi hivi hatari, vinajulikana kama human papilloma virus, HPV. Hivi ni virusi hatari ambavyo na vinaambukiza kwa njia ya ngono au kwa njia ya kutumia mdomo na kadhalika. Tunasema virusi hawa wakimpata mwanadamu, yote hushambulia kwanza sehemu zake za asili, ingawa wenyewe huanzia kwenye damu. Wanaanzia kwenye damu, wanashambulia sehemu za asili. Utakuta huyu mtu ana maotea, ana eps genitals sawa. so, ambaye haya yanakuwa ni tofauti kabisa na vijiupele haya yanakuwa tofauti kabisa na ukurutu, yani yenyewe ni kwamba hivyo unakuta yamejirundika sehemu moja, na virusi hawa tunasema ni hatari zaidi, kwa sababu ni chanzo kikubwa cha saratani ya kizazi kwa wanawake, ila kwa mwanaume ni chanzo kikubwa cha saratani ya uume. Uume unaweza ukakatwa kutokana na nini? Na hawa virus wa HPV. hivyo basi kama wewe umekuwa ukiona dalili una vimaotea vi, vi sehemu za siri, vipele visivyojulikana. Sometimes hii hali kienda huwa wanatokea mdomoni, wanatokea sehemu kwa ya kwapa na sehemu zako zenyewe za siri ambapo wanaanza. Hivyo basi, hakikisha unanitafuta ili nikupatie suluhisho ambalo itaenda kudili na mambo yafuatayo. Kwanza ni kwenda kuongeza kinga ya mwili ili iweze kupambana na wale virusi. Pili, kwenda kuua kwenda kuaua au virusi wenyewe. Tatu, kwenda kusaidia kukausha na kuyaondoa yale maotea sehemu zako za siri. Nne, kwenda kulinda sije kupata saratani ya kizazi au saratani ya shingo ya kizazi. Na tiba hizi utazitumia mwezi mmoja na kuendelea, inategemea na ukubwa wa nini, wa changamoto. Kumbuka, afya yako ni kipaumbele chako.